Karibu mtazamaji, moja kwa moja tuelekee kaunti nambari mbili, ambapo wafanyabiashara katika mji wa Diani huko Kwale wamedai kudanganywa na mwekezaji mmoja aliyeahidi kuwakodisha vyumba vya biashara, ila hajatimiza makubaliano yao licha ya kupokea malipo. Nadaiwa kuwa mwekezaji huyo Pamina Skiage alianza kunadi jumba hilo mwaka 2022 kabla halijakamilika ili kupata wateja na alipokodi kutoka kwa mwenyewe, huku wengine wakidai kuwa chumba kimoja kinakodishwa zaidi ya watu wawili. Wafanyabiashara hawa wamekongamana hapa kwenye jumba la Banda Mall walilokuwa na matumaini ya kufanyia biashara hapa Diani. Wanasema wanakerwa na kucheleweshwa kutimiziwa makubaliano yao ya kupata vyumba walivyolipia. So nimetaka kuinvest Diani. So this is the place that I wanted to invest. Lakini ndio hivyo, tumekuja kutoa 1.2 million ndo zimeenda hivyo. Hii building imetudhulumu pesa zetu ndo yani, it's been two years. Kila siku wanatuambia hivi na hivi na hivi, so kitu ambacho tunataka ni haki yetu. Na kama wewe uko hapa ushawahi dhulumiwa kwenye hii building, please tutafute, kwa sababu wao watu wametudhulumu wa, wa, wa, wa pesa nyingi sana. Ni sakata wanayodai imekuwepo kwa muda mrefu, kuanzia mwaka elfu mbili ishirini na mbili, mwekezaji huyo akikosa kukamilisha ujenzi na kuwaacha mataani licha ya kufanya malipo ya awali ya miezi sita kwa pamoja na sasa. Mimi nilipewa hii nyumba ya kwanza, hii nyumba ya kwanza, mara nasikia kuna wengine kama wenye na nimejua this far ni more than 5 na hii nyumba ndio nilitolea pesa, nilitolea 240 ndipo baadaye nasikia kila mtu anadai huo mlango moja, kila anasema ni wangu, ni wangu, kila mtu lakini mimi kwa sahii naomba nirudishie pesa yangu, hata sitaki mlango la, na pia wale wote hawajajua hii story na umetoa pesa yako, kujeni tuungane. Mali muhimu sana lakini unashangaa hauishi. So kila kila ukifanya hivi unawekwa one stone, one tile, one no no. Mama ameongea kuhusu uniform, kuna mmoja, kuna tile shop. Hamedu, karibu kontena mbili za tile zajalipwa if you know that you have been allocated a shop that has been given to someone else, please, uh, with the documentation and everything that you have given us, we have given you, please come forward so that we can be able to help you out on this issue because that is a serious Mata. Polisi wamedhibitisha kuwa wamepokea malalamishi kuhusu sakata hiyo. Kamanda wa polisi eneo la Msambweni, Robinson Langat akisema tayari kesi mbili zinafuatiliwa huku wakimtafuta mushukiwa. Mwekezaji huyo akisema ako na mipango ya kusuluhisha mzozo huo. Akaingia misi. So amekuwa kitafutwa, sijui ni kwa nini alijapatikana mpaka leo, na najua askari wetu wakitaka mtu anaweza mpata. Kwa hivyo so, ningependa hizi afisa zetu za askari kuja ama wamlete apate justice for the, for the main.

Waweke wa ripoti na wasaidie polisi kwa, kwa uchunguzi na tena nasi wale huenda ikawa wameripoti na wachakusha wa wa, wa kufuatilia ama kusaidia polisi kwa uchunguzi eh, waje mbele na wapeane stakabadhi ile huenda ikawa wale walipewa wakati walikuwa nalipa hiyo pesa. Jengo hili limesimama katikati mwa jiji la Diani na wafanyabiashara wanaodai kulaghaiwa hapa wanataka hatua za haraka kuchukuliwa ili wapate haki yao. Lawrence Nganga runinga ya Citizen kutoka kaunti nambari 2. Turejee kaunti namba 47 tena studioni, nipate fursa ya kumeza mate kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi.